Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabilalamin wasala allahu wa ala sayyidina muhammad wala wa alihi wasahabi ajmain wabaad. Ndugu Waislam, tunaendeleza masuali yenu na mmoja anasema, mfanyakazi mkristo wakati wa Ramadhani kumpa chakula haifai mpaka achukue mwenyewe na ajifiche anapokula lakini je, ikiwa ndio kwanza kaanza kazi anaogopa kuchukua kitu mpaka apewe hapo vipi, inafaa kumwambia achukue chakula? Jawabu la humwambii, wala humpi. Akila mwenyewe, basi tayari yake, wala humwamuru chochote kwamba kama jifiche. Kitu gani? ukitaka kula jifiche, usimwambie eh, labda iwe tayari anakula pale, wakati anakula ndio unaweza kumwambia jifiche, lakini sio kumwambia tangu mwanzo kwamba ukitaka kula jifiche. Kama itakuwa kama umempa ruhusa kwamba ale, umefahamiane, lakini mfano ukikuta kula au ukuta anakula, ukamwambia ajifiche, kwa sababu that is another case. Kwa hivyo ukufupi, humpi chakula wala humshajiishi humkarji kula, wala yeye hum... mwenyewe akila, basi hiari yake, wala humpi wala humulizi kula Ramadhani, kwa sababu nao kwa kauli sahihi ni kwamba nao vile vile mukhatabuna bi furu'i sharia, wanatakiwa nao vile vile wayatekeleze mambo ya sharia ambayo kwamba na sisi tutatakiwa, kana kwamba anaambia kwamba silimuni na musali, silimuni na mfunge kwa hivyo yote hayo yamewalazimu, wameacha kuslimu na wameacha kufunga, yote ni mali madhambi. Kwa hivyo huwezi hozi kusajili kama madhambi. Wallahu tabaraka wa taala aalam wa hakim.